Saa kumi kamili alasiri kwa saa za Afrika mashariki sawa na saa tisa kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Leo ni Alhamisi ya Oktoba 2 mwaka 2025. Hujambo msikilizaji, na huu ni wasaa wa mseto leo, na kwanza tunaanza na makala ya Duru Zetu Alasiri inayokuletea dakika 30 za habari, uchambuzi, uchumi, biashara, na michezo na burudani. Uko nami Pasen Siskarion tulionayo alasiri ya leo. Shilingi milioni 161 zimelipwa kwa watumishi 364 kati ya watumishi 690 waliokuwa wanadai madeni ya nyuma halmashauri ya wilaya Muleba mkoani Kagera ndani ya mwaka mmoja mgombea urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dkt. Hussein Ali Mwinyi amesema sera kuu ya serikali atakayoiongoza ni kuimarisha ajira kwa vijana, na wanaharakati wawili wa Kenya Bobby Njagi na Nicholas Oyo wametekwa nyara na watu wanne waliokuwa na silaha wanaoaminika kuwa ni maafisa wa usalama. Tuma maoni yako kwa taarifa utakazosikiliza katika makala hii kupitia namba 0692 573 615, ukitueleza nini maoni yako juu ya taarifa hizi, na ujumbe wako utasomwa hapo baadaye. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutufuatilia YouTube kwa kuandika Kwizera TV na katika ukurasa wa Facebook wa Radio Kwizera, tupo mubashara. <tune> Tuanze duru habari na David Mwaluseke, karibu sana. Shukrani sana Parsons. Shilingi milioni 161 zimelipwa kwa watumishi 364 kati ya watumishi 690 waliokuwa wanadai madeni ya nyuma katika ofisi ya mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya Mleba mkoani Kagera ndani ya mwaka mmoja. Katibu wa chama cha walimu Tanzania, CWT, mkoa wa Kagera, mwalimu Njire Lufosinza amesema hayo katika kikao cha baraza la wafanyakazi wa halmashauri hiyo, ambapo asilimia 53 ya madeni ya watumishi imelipwa. Amesema kuwa madeni ya wastaafu yamelipwa kwa asilimia mia moja hivyo wameitaka ofisi ya mkurugenzi kuongeza juhudi zaidi kulipa madeni yaliyosalia kwa watumishi waliobaki na kuyalipa kwa wakati. Wamelipa wastaafu malimbikizo wa ya mshahara kwa asilimia mia moja kwa kipindi cha ishirini na tatu 24, 24 25. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ya utekelezaji hakuna mstaafu anayedai malimbikizo ya mshahara maana wamelipa kwa asilimia mia moja. Lakini pia ni pongezi kwa wale ambao hawakuwa na madai ya malimbikizo wamelipwa asilimia hamsini na tatu kwao. Tunao watu ambao bado wanadai kama asilimia arobaini na saba malimbikizo na yaliyolipo kwa mwaka huu, kwa maana katika taarifa ya utekelezaji hii ni milioni mia moja sitini na moja mia tatu sabini na tano. Aidha, kikao hicho kimehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa halmashauri na wawakilishi wa watumishi kutoka idara tofauti za halmashauri ya wilaya hiyo. Afisa uhusiano wa TANESCO mkoa wa Mwanza, Emmanuel Silvanos, ametoa onyo kwa wananchi wenye tabia kuiba umeme kwa kujiunganishia wenyewe. Bwana Silvanos ametoa wito huo wakati akizungumza na vyombo vya habari kufuatia mmiriki wa nyumba ya Kiheka Business Center Nyasubi iliyopo Usagara, wilaya Misungwi, mkoa wa Mwanza, kubainika kuwa nyumba tano kati ya nane anazomiriki zimeunganishiwa umeme kinyume na utaratibu. Amesema mfanyabiashara huyo wa nyumba za kupanga zikiwemo za kulala wageni, vyumba vya biashara na makazi, amebainika kutenda kosa hilo baada ya timu ya ufundi kufanya ukaguzi kwenye nyumba anazomiliki ikiwemo anayoishi. Kwa mteja huyu tumezunguka nyumba zaidi ya nane na tumebaini mita tano ambazo zina makosa, ambazo taratibu zingine za kiofisi zinaendelea. Kwa hiyo, na wasii wa Tanzania, jambo hili halikubaliki hata kidogo. Pia sisi tunaona kama huu ni uhujumu wa miundombinu ya Tanesco, pia ni uhujumu uchumi, tunapoteza mapato kwa serikali ambayo haya haya mapato ndio yanaleta maendeleo nchini kwetu. Kwa hiyo, nawasii sana kama wana changamoto zozote wafike pia ofisi za Tanesco. Aidha, Silvanus ameonya kuwa Tanesco haitasita kuchukua hatua kali za kisheria kwa yeyote atakayebainika kuiba umeme au kujiunganishia bila kufuata utaratibu. Mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema sera kuu ya serikali atakayoiongoza katika awamu ijayo itakuwa ni kuimarisha ajira kwa vijana. Akihutubia mamia ya wananchi katika uwanja wa wa Magirisi, Nyarugusu, Jimbo la Pangawe, Zanzibar, Dr. Mwinyi amesema serikali inafahamu changamoto ya ajira na imejipanga kulitafutia suluhisho la kudumu. Amesema mikakati itahusisha kuendelea kutoa ajira serikalini, kuhamasisha sekta binafsi na kuwezesha vijana kupata mikopo isiyo na riba kwa ajili ya kujiajiri na kuanzisha biashara. Aidha, Dr. Mwinyi amebainisha kuwa serikali imesaini mikataba ya ujenzi wa barabara kuu za ndani katika jimbo la Pangawe na kujenga shule 29 za gorofa na kati ya hizo baadhi zitajengwa jimbo humo. Wanaharakati wawili wa Kenya, Bobu Njagi na Nikolasi Oyo, jana rasili wamedaiwa kutekwa nyara na watu wanne waliokuwa na silaha wanaoaminika kuwa maafisa wa usalama wawili hao ambao walikuwa wamejiunga na kampeni za mgombea urais wa chama cha National Unity Platform, Bobby Wine juzi Jumanne, waliripotiwa kulazimishwa kuingia kwenye gari na simu zao kuzimwa. Rafiki ambaye alinusurika masaibu hayo anadai kuwa kisa hicho kinahusishwa na kumuunga mkono Bobby Wine. Video zilizorekodiwa wakati wa kampeni ya Bobby Wine wilani Kamuri, mashariki mwa Uganda siku ya Jumanne zilimuonesha mwenyekiti wa vuguvugu la Afrika Kenya Bob Njagi akiwa jukwani na kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine. Hata hivyo, mamlaka ya Uganda imekanusha kuwashikilia wanaharakati hao wawili wa Kenya wanaodaiwa kutekwa nyara jana katika mji mkuu Kampala. Na ndege mbili zinazoendeshwa na kampuni Tanzu ya Delta zimegongana kwenye njia ya kurukia ndege katika uwanja wa ndege wa LaGuardia mjini New York kwa mujibu mamlaka ya bandari ya eneo hilo. Tukio hilo lililohusisha ndege mbili za Endeavor Air lilitokea saa 9 dakika 58 alasiri kwa saa za eneo hilo, moja ikitua na nyingine ikikaribia kupaa kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mamlaka ya bandari ya New York na New Jersey. Video zilizoshirikishwa na vyombo vya habari vya Marekani zilionyesha uharibifu wa pua ya moja ya ndege hizo. Mamlaka ya bandari imesema shughuli katika uwanja wa ndege wa LaGuardia, mojawapo ya viwanja vya ndege vyenye shughuli nyingi zaidi Marekani, hazikukatizwa. Msikilizaji, ni heri kuwa na rafiki mmoja wa kweli kuliko kwaya ya wanafiki. na huo ndio mwisho wa duru wa habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X at radio kwizera fm, YouTube ni kwizera tv, na websaiti yetu ya radio kwizera co tz. Saa mbili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Daudi David Mwaluseke. Unasikiliza makarai ya duru zetu alasiri kutoka redio Kwizera FM na kukumbusha kuendelea kutoa maoni yako ukichangia taarifa ambazo unazisikiliza kupitia namba 0692573615. Unaendelea kusikiliza duru zetu alasiri, habari kuu leo hii Shilingi milioni 161 zimelipwa kwa watumishi 364 kati ya watumishi 690 waliokuwa wanadai madeni ya nyuma kwenye halmashauri ya wilaya Muleba mkoani Kagera ndani ya mwaka mmoja. Mgombea urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema sera kuu ya serikali anayoiongoza ni kuimarisha ajira kwa vijana. Na wanaharakati wawili wa Kenya, Bobi Njagi na Nicholas Oyo wametekwa nyara na watu wanne waliokuwa na silaha wanaoaminika kuwa ni maafisa wa usalama. ikiwa tayari ni saa kumi na dakika 11 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9 na dakika 11 kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni Redio Kwizera FM ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Na sasa, msikilizaji, ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa habari zetu. Tunaanza na taarifa ya kuwa mtaalam maarufu wa wanyamapori, mtafiti na rafiki mkubwa wa Tanzania, Dr Jane Goodall amefariki dunia. Dkt Gudo ambaye alijuk, alijulikana zaidi kwa tafiti zake za kipekee juu ya maisha ya sokwe katika hifadhi ya taifa ya Gombe mkoani Kigoma, amekuwa kielelezo cha kimataifa katika juhudi za uhifadhi wa wanyamapori na mazingira. Utafiti wake uliowahi kufanya uliiweka Tanzania kwenye ramani ya dunia kama kitovu cha tafiti na mikakati ya kulinda sokwe na asili. Katika taarifa yake Rais wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan ameeleza masikitiko yake, akisema urithi wa kazi zake utaendelea kuishi vizazi na vizazi. Dr Gudo alizaliwa Uingereza, alianza kazi yake ya utafiti nchini Tanzania mwanzoni mwa miaka ya 1960 na ameacha alama isiyofutika katika uhifadhi wa wanyamapori duniani. Robert Mkosamali alikuwa ni mtu wa karibu na Dr Jan enzi za uwahi wake. Na alikuwa akifanya naye kazi kama mtaalam wa mawasiliano katika taasisi ya Jane Goodall. Amina Semagogwa amezungumza naye na ameanza kwa kumuuliza ni kitu gani kikubwa anachokikumbuka kuhusu utu na tabia ya Dkt. Jane Goodall alipokuwa akifanya kazi naye mkoani Kigoma. Kitu cha kwanza ni namna ambavyo alivyoweza kuwaweka watu, wanyama na mazingira katika moyo wake, kwamba vitu hivi vitatu ni vitu ambavyo vinategemeana na kama binadamu tunahitaji kuwaheshimu wanyama, lakini kama binadamu tunahitaji kuwa kuwalinda wanyama na pia maisha yetu, si binadamu, yanategemea sana maisha ya wanyama, na kama tukivuruga maisha ya wanyama kwa kuharibu mazingira ni kwamba tunajihatarishia sisi wenyewe uendelevu wa maisha yetu. Nakumbuka siku moja tulikuwa tuko Kigoma na kuna sehemu moja tasia jeligude imekuwa inafanya kazi ya kuhifadhi msitu mmoja ambako pale aku halmashauri ya ya Kigoma. Sasa ilikuwa ni jioni ya, sasa, kulikuwa na wadudu wale wadogo wadogo ambao wanapenda kutembea masikioni kuja machoni. Sasa watu wanakuwa na ile ile hali kama anataka kuwafukuza sasa, akasema msiwafukuze kwa sababu uh, ni sehemu yetu na sisi katika mazingira yao. Kwa hiyo kuona kama ni mdudu mdogo sana yule, lakini aliweza kuona kama ni mdudu ambaye ana impact katika maisha yetu, lakini ana impact katika maisha ya ya mazingira ambayo ni nature. Ni jambo gani unaloliona kama urithi wake mkubwa zaidi kwa Tanzania na dunia kuhusu uhifadhi wa sokwe? Kwanza ameifanya Tanzania itambulike kupitia utafiti wake wa sokwe mtu ndani ya hifadhi ya Gombe. Kumekuwa na machapisho mengi sana ya utafiti. Sasa kusema kwamba utafiti wa sokwe duniani mkubwa ambao umeanza mwaka elfu moja mia tisa na sitini na Dr. Jane ambao unaendelea mpaka leo ndani ya ya Gombe National Park umefungua kuelewa sokwe na kuongeza nguvu kubwa ya uhifadhi wa sokwe e, e, barani Afrika kwa sababu kuna a, nchi mbalimbali ambazo zina mabaki ya sokwe na wanaendelea kuhifadhi na uhifadhi ule unatokana na tafiti zile ambazo Dkt Jane ambazo amezifanya. Kwa Tanzania imekuwa ni kwa jinsi hiyo, imekuwa kinara kupitia kazi ya Dkt Jane Gudo na tafiti za Jane Gudo ta, kuhakikisha kwamba uh, sokwe mtu wanaendelea kuwepo, sokwe mtu wanaendelea kuhifadhiwa kwa, kwa wa kushirikiana na serikali tafiti ta, ta, ta, Gudo imekuwa sasa inafanya kazi sana, kwa ukaribu sana kuhakikisha kwamba sokwe ambao bado wapo Tanzania wanaendelea kuwepo. Kwa hiyo Tanzania imekuwa ni kinara kwa maana hiyo, kama nchi ambayo uh, imeleta utafiti japo imefanywa na mzungu Dr. Jane Uh, lakini kuleta utafiti ambao uh, unasaidia sasa kuendelea kuhifadhi sokwe katika nchi mbalimbali. Kwa kutamatisha, bwana Mkosomali, tuangalie, ungependa watu wa Tanzania na vizazi vijavyo wakumbuke nini kumhusu Dr. Jane Goodall? Kitu kikubwa ambacho mimi ningependa Watanzania na watu wengine waweze kuendelea kujifunza zaidi, nadhani ni wakati sasa tu, kama tunaweza kupata nafasi kusoma kazi zake nyingi ambazo ame, ame, ameandika, kujua taasisi inafanya nini, kazi zake endelee kunani kutekelezwa kwa sababu yeye ametangulia mbele za haki, lakini ametuachia njia ya kufanya kuhakikisha kwamba tuendelea kuhifadhi mazingira, kuenda kupambana mabadiliko ya tabia nchi ambayo me, sasa yamekuwa ni, ni ni halisi, yanaendelea kuumiza binadamu kupitia mafuriko, kupitia jua uh, kuwa kali sana, kuleta ukame ambao unakuwa una ni mkubwa ambao unaathiri watu pamoja na wanyama kwa hiyo nadhani tunahitaji kuendelea kujifunza sana kazi zake, lakini pia uh, kuweka katika vitendo yale mafunzo yale ambayo tumejifunza, a kwamba ni mawasiliano ambayo ejikita kubadili tabia za watu kuhifadhi masuala ya mazingira. Ni Robert Mkosamali huyo ambaye, uh, amefanya kazi na Dr Jane akizungumza na Amina Semagogwa. Tunaendelea na uchambuzi wa taarifa zetu ambapo hali ya usalama imezidi kuwa tete katika tarafa ya Mwenga na mji wa Kamitunga mashariki mwa DRC. Hii ni baada ya waasi wa M23 kuteka mji wa kimkakati wa Nzibire tarafa ya Walungu. Jeshi la DRC kwa ushirikiano na makundi ya Wazalendo wanaendelea kushambulia kundi hilo la waasi wa wa M23, huku taarifa zikionyesha kuwa jeshi linatumia ndege za kivita ili kusambaratisha waasi katika mji wa Kamitunga na vijiji vya tarafa ya Mwenga. Raia wengi wameanza kuhama makazi yao kwa kuhofia usalama. Mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC Lukendo Tenchi amezungumza na Bwana Dennis Kambili, kiongozi wa shirika la raia tarafa ya Mwenga, ambapo ameanza kwa kumuuliza usalama ukoje na jeshi la kikanda toka Burundi linawasaidia namna gani? Ilikuwa hiyo tarehe kumi na saba hadi tarehe kumi na nane kulikuwa hiyo fujo kati ya vikundi ya wazalendo e, ikafika mnamo tarehe 4 arme burundezi ikakuya kwa wingi atakao walifika wako huku kongamo yetu kwa gisi tulikuwa tumekusha kuona hali gisi ilikuwa najipresente. Atuka tulishukuru sana souplesse ambayo e, viongozi wa kundi la wazalendo uko nako province hapo Uvira walidepeshe hiyo jeshi ya Burundi huku antuka, ile likusaidia sana paske ile inatukatia nguvu sana, na tuko na espoir kabisa kama na pamoja na vijana wetu. Ninyi kama vile wananchi mmepokea namna gani kuwasili kwa vikosi hivyo vya jeshi la Burundi katika maeneo hayo ya Mwinga? So, eh, kwanza ilishangiliwa kwanza na wakaaji, kwani waliwapokea kwa shangwe na vigelegele na yeye tunajua kama wako deja de maine wanakuwa ngando, wanakuwa kirungutwe, ile maburinyi kama kule

haraka haraka na maududi donke tuko na watumaini kwabisa. Ha, huku hakuna wa wasiwasi wasiwasi hakuna paske, unajua kama hapo hivi wanakontrolee walungu wote, hawataingia Kabunda, hawataingia Mwenga, hawataingia Uvira, hawataingia Fizi, na kama tunagavulana ile kwa ile kama vile teritoare za Kihivo. Kazi za kibiashara zinaendelea namna gani hapo maeneo ya Mwenga? Ni namna gani hizo kazi zinaendelea? hmm. aktivite komersiali zinafanyika, ila tu kunakuwa sida kwa ajili ya kwani kama kuko mvumaya wa soda kwa wamotare wanakuwa wakipata shida, mmekuwa wakitembee kwa uhuru, akkaa wanakuwa na vitisho mbalimbali na waskari. Ile tu ndio shida yenyewe inakuwa jambo ya motare tu. Kuna taarifa kwamba kuna wanyasaji ambao unaendeshwa na makundi ya wazalendo, hilo ninyi mnalisema namna gani? Trakaseri e, ilikuwa meri wakati hiyo kundi ya kabala iyo inaongozwa na, na wamalaika ilikuwa ikikaa kuja hapa mwenga me tunajua kama wakati onsel de seurit ilizitenire antuka kunakuwa hali ya utulivu donk katika njia. Sasa mahali kwenyewe wanakuta kuna wakubwa wa serikali ndio wanafanya sasa matrouble na inakutendea hali yao watu ambao labda wa akibisha mzuri, kila mtu uko na namna yake ya kuishi. Ujumbe wako ni gani ambao unaweza ukatolea wananchi majeshi ya serikali pamoja na makundi ya wazalendo una ujumbe gani? Message yetu tunakuwa nayo tu si, ni kusii, wakuu viongozi hawangekuwa na ile tabia ya kuwa na gawanya hiyo vikundi ya wazalendo. Kwani vipi vikundi walijitolea kwa ajili ya kupiganisha, wasingekuwa heri wao wanapigana kati yao. Hiyo ni ujumbe ambao tunatoa na wakazi wazidi kusikiamana na wazalendo na kusaidia huyo jeshi ya Burundi ambayo inakuja, kwani hatuna mtaji mwingine, hiyo ndio itatusaidia. na sasa msikilizaji, ni wasaa wa duru uchumi na biashara, ambapo tunaanza na taarifa ya kuwa katibu tawala msaidizi wa mkoa wa Kigoma anayeshughulikia maswala ya viwanda, biashara na uwekezaji, Deogratias Sangu ameeleza kuwa biashara inazidi kushamiri katika maeneo ya mipaka ya nchi kutokana na uwepo wa miundombinu bora inayowezesha wafanyabiashara biashara kufanya shughuli zao bila vikwazo. Sangu ameeleza kuwa miundombinu ya usafirishaji hususan ni barabara pamoja na miundombinu ya masoko katika maeneo ya mipaka kama Manyovu, Kibondo na Kakonko mkoani Kigoma inachangia kuwezesha urahisi wa kufanya biashara. Aidha, Sangu amewahimiza wafanyabiashara mkoa wa Kigoma kuhakikisha wanarasimisha biashara zao ili ziwe rasmi, jambo ambalo litawasaidia kuepuka uh, usumbufu wakati wa kufanya biashara na pia kuwapa nafasi ya kupata leseni za biashara zao. Na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo amesisitiza umuhimu wa kuweka mikakati madhubuti na endelevu ya ushirikiano kati ya Afrika na nchi za Nordic, akibainisha kuwa ushirikiano huo lazima ulete matokeo halisi kwa wananchi wa pande zote mbili. Akizungumza na ujumbe unaohudhuria mkutano wa 22 wa mawaziri wa mambo ya nje kati ya Afrika na nchi za Nordic unaofanyika mjini Victoria Falls, Zimbabwe, waziri Kombo amesema mkutano huo ni fursa muhimu ya kuimarisha uhusiano amesema mkutano huo ni fursa muhimu ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, kiuchumi na kijamii, sambamba na kuchochea biashara na uwekezaji, teknolojia na nishati safi. Na sasa ni duru michezoni, na Sportman Shamwona hapa ndani, Malco Pastori yuko tayari. Mambo vipi? Mimi niko vizuri, nisijue wewe. Mimi niko salama kabisa, karibu nayo, machache tu kukufahamisha hapa mm -hmm. eh, kuhusiana na yale ya kimichezo. Karibu sana bwana. Eh, baada ya michezo ya jana kwa imetamatika hasa kwenye upande wa ligi kuu, eh, kilichosalia hivi sasa eh, ni kuelekea kwenye michezo ya kimataifa na ligi kuu itarejea tena mm. Panapo majaliwa mm. Oktoba 17 kwa hiyo eh, kwa sasa hivi tutapoa kwanza, lakini si kupoa kwa maana ya kupoa moja kwa moja, lakini zile mechi za kimataifa zitaendelea. Nikukumbusha tu kama ulikofahamu msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka michezo ya jana eh, Simba ndio ambaye anaongoza kundi akiwa amecheza michezo miwili ana alama sita, na akiwa na pointi zake sita. Singida akifuatia hapo akiwa na michezo miwili ana ana mabao mawili, lakini pia ana alama sita. Na JKT Tanzania yuko nafasi ya tatu, yeye amecheza michezo mitatu ana bao moja na uh, utofauti wake ni kwamba ana alama tano, na wengine wanafuatia hapa akiwemo Yanga Azam, uh, bila kumsahau Dodoma Jiji Mashujaa, pamoja na Mbeya City wakiungana na Namungo, kwa maana kuanzia nafasi ya nne mpaka ya tisa, wote hawa wana alama nne nne. Kinachowatofautisha ni kwamba kuna wengine wamecheza michezo miwili hmm. kuna wengine wamecheza michezo mitatu, lakini pia kuna wengine ambao eh, mabao ya kufungwa na kufunga ndio ambayo yanawatofautisha hapo. Aliyeko mwishoni huku ni Fountain Gate ambaye amecheza michezo mitatu, amefungwa mabao, anadaiwa mabao sita, eh, kwa maana mabao <laughs> aliyofunga na kufungwa, eh, jumla yake sasa inakuwa ni deni la mabao sita na hana alama hata moja. Pambajiji anafuata hapo nafasi ya 15 akiwa ana deni la mabao matatu na wakati huo ana alama mbili na amecheza michezo mitatu. Kwa hiyo kama ulikuwa ufahamu hayo, ndio ambayo nimekusogezea. Mengine mengi zaidi utaendelea kuyafahamu kupitia e, taarifa mbalimbali kwenye Sports Corner e, pale saa mbili dakika 20, mm, na utajuzwa mengi ya kiundani ki, pamoja na uchambuzi wake. Nakushukuru sana Marco, shukran sana. kwa taarifa hizo za kimichezo. Ni wasawa kutupia jicho katika ujumbe mfupi uliotuandikia ukiwa unachangia taarifa zetu. Naanza na Dastan Mchunguzi kutoka Rushambi Angote unasema huko DRC Congo si mtapigana mpaka lini? anasema eh, mketi chini myamalize. Ndivyo anavyotuandikia hapa, lakini Obadia Cyrus mjukuu um, wa nyorinyori kutoka Mabawe Ngara anasema nipende kutoa pongezi kwa serikali ya mkoa wa Kagera kwa kuwalipa fedha zao hao watumishi wa serikali, anasema hongera sana. Daudi Po kutoka Ntanga Murusagamba unasema pongezi kwa Radio Kwizera kwa kutujuza hayo yaliyo mengi, asante sana. Lakini na uona pia ujumbe wa Nikas Nehemia kutoka Kakazulu ka, ka, uh, senta, anasema naipongeza pia RK kwa kutujuza shukrani sana uh, Dikson Anania kutoka Kigarama Ngara anasema pongezi kwa serikali uh, kwa kuwafikiria uh, anasema kwa kuwafikiria, kufikiria hilo kuweza kulipa kulipa madeni. Asante sana. Maraika Clement uh, ukiwa kazingati Keza aha, unasema uh, jumuiya ya Afrika Mashariki inatakiwa kuingilia kati ili kushinda au waasi huko Kongo. Asante sana. Mwingine anasema wamama hao kutekwa, eh, ni hatari haya, bila shaka izungumzia hao wana harakati. Mwingine anasema jambo zuri sana kwa serikali huko Zanzibar kuonyesha nia ya kuwapa mitaji vijana, anaitwa Erastus Msafiri, unapatikana Kagera. Nimalizie na ujumbe wako Boaz John kutoka Kumwendo, eh, asante sana Radio Kwizera kwa kutupasha habari, shukrani sana kwa kutuandikia ujumbe na kwa ujumbe huo ninakamilisha makala hii ya Duru Zetu Alasiri kwa niaba ya David Mwaluseke aliyetusomea taarifa ya habari. Eh, katika dondoo za michezo tumekuwa naye Marco Pastori piga picha wetu aliyehakikisha taarifa zetu zinakufikia mubashara kabisa kupitia mitandao yetu ya kijamii Joyce Hamka. Mimi ni Pasensi Skarioni, nasema asante kwa kuwa nasi na kutakia alasiri njema. Endelea kusikiliza mseto leo.